Shabiki, karibu katika kipindi chingine cha Bandari FCTV. Na siku ya leo timu yetu ya Bandari Youth itatibuana na Dandora Youth. Je, Coach Alex mmejipanga vipi? E, tumejipanga vyema e, tumeweza ku resume mazoezi mwaka huu tarehe tano na of course leo ni tarehe kumi so, tuna expect wenye tuko nyumbani pia tutaweza kucheza vyema, na tunatarajia alama zote tatu. Je, kuna majeruhi labda kwenye timu ama wachezaji ambao bado hawaja resume katika camp. Eh, ndio iko majeruhi ila kila mmoja amekuwa camp, but tumeona madaktari wakiweza kuwashughulikia. kuna wengine tutaweza kuwa nao mechi ya kesho, but, mechi. <laughs> Kuna wengine tutaweza kuwa nao katika mechi hii ya leo, but tuta, tutajipanga tu because tumeweza kusign 30 players na I believe wote wako ready, na najua kuwa wote wako ready. Naam, na kumekuwa na mbwembwe sana katika page yetu ya Bandari Youth kwamba kuna majembe mapya ambayo yamelanda hapa. Je, a majembe tutayaona kesho ama bado tukupe muda? Ah, tunasubiri window. Of course window ikishafunguliwa tutaweza kusajili, na ni wachezaji wazuri, ni wachezaji wenye umri mdogo ambao wataweza kusaidia timu, na of course yetu ni development, tuhakikishe tumeweza kufeed timu ya senior naam. katika wachezaji ambao labda kesho watakosekana labda tujuze kwa E, tuko na Mbarak Musa ako na jeraha, tuko na Erisa Torute ako na jeraha, tuko na Barak Zuma, tuko na Mwangi pia amekuwa na jeraha, tuko na Sho pia ambaye pia e, amekuwa mgonjwa e, jana tukiwa mazoezi na mchezaji mmoja pia aliweza kupata jeraha so, tuko na wachezaji e, sita wenye wako na majeraha but timu bado itaendelea kusonga tu au sio, coach? Jana timu ya Bandari senior ilipata ushindi, kwa hivyo kwa mujibu wa mashabiki tute, tu, leo siku hii ya leo tutarajia ushindi ama mabao mangapi? Ama labda unalipi kuwapatia mashabiki wetu ambao wanakuja uwanjani hivi sasa? I, I think jana wameweza kuona game ni 90 na tuliweza kupata bao 92 na 93, so tutapush. Niseme kuwa